Tumedhibiti shilingi milioni arobaini na tisa na laki mbili katika zoezi la uhamishaji makaburi kwa wananchi wanaopisha upanuzi wa hifadhi ya taifa ya Serengeti, kata ya Nyatwali katika wilaya ya Bunda, fedha iliyokuwa ilipwe kama kifuta machozi kwa wanufaika wa makaburi hewa mia moja ishirini na tatu ambapo kila kaburi lilipaswa kulipwa shilingi laki nne. Tulifanikiwa hilo baada ya kufanya uchambuzi wa mchakato mzima uliotumika kuhalalisha malipo kuhalalisha ulipaji wa fidia za makaburi yaliyopaswa kuhamishwa. Uchambuzi wetu ulibaini kuwa katika hatua ya uthaminishaji, makaburi hayo yalithaminishwa kwa namna yalivyotambulishwa na kuonekana kuwepo, na sio kwa utham, kwa wathaminishaji kujiridhisha na kuwepo kwa miili ndani ya makaburi yale. kasoro hiyo kwa kasoro hiyo, tulishauri mamlaka ya ulipaji fidia hizo isilipe fidia kwa makaburi ambayo hayataonekana kuwa na mabaki ya miili wakati wa zoezi la uhamishaji makaburi litakapokuwa linafanyika. Utekelezaji wa ushauri wetu huo ndio uliowezesha kupatikana kwa makaburi 123 hewa ambayo hatimaye wanufaika wake hawakulipwa fidia ya shilingi milioni 49 na laki mbili. Wakati huu pia tumetekeleza jukumu lingine la kwetu la kawaida la ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo katika mkoa mzima na wilaya zake. Katika eneo hili, tumedhibiti shilingi milioni 21 na na 12 elfu na mia nane za miradi ya ujenzi ya hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Bunda unaotekelezwa katika awamu mbili, awamu ya pili. Fedha hizo zilikuwa zimetengwa na kuanzishiwa mchakato wa manunuzi ya vifaa vya ujenzi ambavyo tayari vilishanunuliwa katika awamu ya kwanza ya mradi na vingine vilishafungwa kwenye majengo husika. Pia tumefuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo ishirini na nane yenye thamani ya shilingi bilioni tisa milioni 260 laki tisa mia tisa ishirini na senti sabini na nane katika sekta za afya, elimu, barabara na maji. Kati ya miradi hiyo, miradi kumi na mbili ya thamani ya shilingi bilioni 3 milioni 958 laki tano hamsini na tatu elfu mia tisa thelathini na nane na senti sabini na nane ilibainika kuwa na dosari na tumetoa ushauri na marekebisho yamefanyika ipasavyo miongoni mwa kasoro hizo ni pamoja na ucheleweshaji wa kuanza kwa utekelezaji wa baadhi ya miradi, ujenzi usiozingatia michoro sanifu, matumizi ya vifaa vya ujenzi visivyo na ubora, wizi wa vifaa vya ujenzi na ukwepaji wa kodi unaotokana na udanganyifu katika utoaji wa stakabadhi. Wakati huu pia tumetekeleza programu yetu ya Takukuru rafiki. Programu ya Takukuru rafiki iliyofanyika kata ya Kibasuka halmashauri ya wilaya Tarime imefanikisha ukarabati wa josho la kuogeshea mifugo katika kijiji cha Waigita, ambapo awali wananchi walalamikia josho hilo kuwa ni chakavu kiasi cha kushindwa kuogeshea mifugo yao. Katika utekelezaji wa programu hii, kata 15 zilifikiwa na kupata kero 184 zilizoibuliwa na wadau. Kati ya kero hizo kero 121 zilipatiwa majawabu na kero 63 zimeelekezwa kwenye idara husika ili ziweze kupatiwa majawabu. Uelimishaji umma: kazi za uelimishaji umma zilizofanyika katika kipindi husika ni pamoja na semina e, 39 mikutano ya hadhara 49, uelimishaji uimarishaji klabu za wapinga rushwa 69, tumetengeneza maandika makala 4, tumefanya maonyesho mawili na tumerusha vipindi vya redio vitatu. Kwa kazi zote hizi idadi ya wananchi walioelimishwa kwa robo hiyo ya Januari Machi ni watu, ni wananchi 13986. Kama ilivyo kawaida tumeendelea kufanya kazi zetu za uchunguzi na mashtaka kwa kupokea malalamiko kuyachuja, kuyafanyia uchunguzi pale ambapo tunaona kuna ushahidi wa kutosha kuyafikisha mahakamani. Wakati huu malalamiko 119 yalipokelewa. Kati ya hayo malalamiko 74 sawa na asilimia 68 yalihusu vitendo vya rushwa na 35 sawa na asilimia 32 hayakuhusu vitendo vya rushwa. Kesi ishirini na mbili ziliendeshwa mahakamani, ambapo kesi mpya zilizofunguliwa ni tatu na zilizokuwa zikiendelea mahakamani ni kumi na tisa. Aidha, jamhuri imepata ushindi katika kesi tano. Nichukue fursa hii kuwashukuru sana wananchi wa mkoa wa Mara kwa juhudi zenu za kuzidi kutupa taarifa za vitendo vya rushwa. Mara nyingi tunahakikishia kila wakati, taarifa zenu tunazifanyia kazi na zinatusaidia sana katika kudhibiti vitendo vya rushwa. Rai yangu ni rai yangu kwamba pale ambapo mtoa taarifa anaona hajui kinachoendelea, asisite kuwasiliana nasi ili kupata mrejesho. Aidha, wakati huu tukielekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 nawasihi sana wananchi mtusaidie zaidi kudhibiti vitendo vya rushwa kwenye uchaguzi, kwa kukataa kurubuniwa kwa kuhongwa na kuvitolea taarifa vitendo hivyo kutumia simu zetu au kufika katika ofisi zetu zilizo ka, karibu nanyi. Namba ya simu ya mkuu wa TAKUKURU mkoa ni 0738150130. Unaweza pia mwananchi kupiga simu au kuwasiliana nasi bure kwa kupiga simu namba moja moja tatu kutuma ujumbe mfupi wa maneno kwenda moja moja tatu au kupiga nyota moja moja tatu reli na kufuata maelekezo aidha namba za wakuu wa takukuru wilaya pia nazo zipo kwa kila wilaya wilaya ya Bunda ni 0738 150-132 Rorya 0738 150-133 Serengeti 0738 mia hamsini mia thelathini na nne Tarime sifuri saba tatu nane mia hamsini mia thelathini na tano na Butiama sifuri saba tatu nane mia hamsini mia thelathini na sita.